Ebana, mambo vipi? Kwa jina naitwa Ramso TV, karibu tena kwenye stori na Ramso. Na kwenye stori na Ramso, leo nimekuletea bonge moja la stori ambalo ni stori ya mila za ajabu na nzuri za makabila mbalimbali ulimwenguni. Dunia yetu imejaa tamaduni tofauti, kila moja ikiwa na mila na desturi za kipekee. Wakati mwingine tunakutana na mila zinazoshangaza nyingine zinatufanya tuna tabasamu na zingine zinatuacha tukiwa hatuamini macho na masikio yetu. Leo nakuletea stori ya kushangaza kupitia mila za ajabu na nzuri kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Sasa jiandae kushangazwa, kuvutiwa na hata kustaajabishwa. Tuanzie huko nchini Indonesia, katika jamii ya Dani kuna mila ya kipekee kuna mila za kipekee lakini za kusikitisha kidogo. Unapopoteza ndugu wa karibu, siyo machozi tu yanayotiririka, bali pia sehemu ya kidole chako. Wanawake wa kabila hili hukata sehemu ya vidole vyao kama ishara ya maumivu na heshima kwa marehemu. Ingawa mila hii inazidi kupotea, bado ni moja ya mila za kushangaza kabisa duniani. Tutoke huko nchini Indonesia, twende huko nchini Brazil. Katika msitu wa Amazon, kuna kabila la Satere Mawe. Kwao ili kijana awe mtu mzima, lazima apitie jaribio la kuumiza sana, kuvaa gloves zilizojaa siafu wenye sumu. Siafu hao wanaoitwa bullet ants, wenye sifa ya udogo udogo, lakini kuumwa kwao kuna maumivu makali kuliko mdudu yeyote duniani. Mvulana lazima avae gloves hizo kwa zaidi ya dakika kumi na kustahimili maumivu hayo ili kuthibitisha kuwa ni mwanaume kamili. Lakini si hayo tu, tukienda huko nchini India katika jimbo la Tamil Nadu kuna mila ya kutembea juu ya moto. Wanaume wa jamii fulani huthibitisha ujasiri wao kwa kutembea juu ya makaa ya moto bila kuungua. Wanajiandaa kwa maombi maalum na imani kwamba hawataathirika. Na cha kushangaza, wengi wao kweli hawaumii. Lakini si mila zote ni za kuogofya. Kuna mila nyingine nzuri zinazoadhimisha udhuri wa maisha na mshikamano wa jamii. Tukienda huko nchini Namibia, tunakutana na wanawake wa kabila la Himba. Wanajulikana kwa urembo wao wa asili na ngozi zao nyekundu zinazong'aa. Lakini je, siri yao ni ipi? Wanatumia mchanganyiko wa mafuta na udongo mwekundu unaoitwa otjize. Hii siyo tu kwa urembo, bali pia ni njia ya kulinda ngozi dhidi ya jua kali, pia na inaonyesha hadhi yao katika jamii. Tukihamia nchini Tanzania na Kenya, tunakutana na Maasai. Hawa ni watu mashuhuri kwa ujasiri wao lakini pia wanajulikana kwa sherehe zao za kuvutia. Wakati wavulana wanapofikia umri wa kuwa wanaume, kuna sherehe maalum zinazojaa nyimbo, ngoma na kuruka juu kwa nguvu. Kuruka juu kuna maanisha nguvu na heshima, na wale wanaoruka juu zaidi huchukuliwa kuwa mashujaa wa jamii. Na si Maasai tu, tukienda huko nchini Ghana, kuna mila ya sherehe ya Kente Festival. Hii ni sherehe ya kusherekea mavazi ya kitamaduni ambapo watu huvaa nguo zenye rangi kali na kusherehekea kwa muziki na dansi. Mila hizi ni sehemu ya urithi wa Kiafrika zikionyesha utajiri wa utamaduni na mshikamano wa jamii. Basi na hivyo ndivyo dunia yetu ilivyojaa tamaduni za kushangaza, mila za kuvutia na desturi zinazoonyesha upekee wa binadamu. Mila hizi zinatufundisha umuhimu wa kuheshimu historia, tamaduni na urithi wa mababu zetu. Je, umewahi kushuhudia au kusikia kuhusu mila nyingine za ajabu au nzuri? Tuambie, tunapenda nawe kusikia kutoka kwako. Asante kwa kutusikiliza. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Ramso TZ kwa makala nyingine mbalimbali mbali za kuhusu dunia yetu.